kutokana na muda lakini naamini tutaelewa. La kwanza nitazungumzia tofauti ya zile njia tatu, zile nusuk zile tatu za njia tatu za hija, yani al-ifrad, al-qiran na tamatu nask naski Aha. Sasa na mwisho nitazungumzia kuhusiana na mahdhurati lihrami, ambazo ndio hizo muharamatu lihrami, yalioharamishwa katika ihramu. Mimi ni mwanasemina mwenzenu. sasa kuna siku huwa hata kwenye mavyuo huku kuna siku ya presentation ya wanafunzi, si ndio? Eh, sasa leo zamu yangu na mimi, wanafunzi wanambia haya na wewe fanya presentation katika kile kilichosomeshwa tuone umeelewaje. Sawa eh? Sasa ee, tukianzia na na tofauti hizo za njia tatu, kitu cha kwanza kikubwa ambacho tunatakiwa tujue kwamba hizo njia tatu zimetokana na ihram, kule kuhirimia kule, unapokwenda kutiania ya hija, ndio imezalisha hizo vitu vitatu, si tunaelewana eh? Yaani ule mtindo wako wa kutiania ule ya ya hija yako ya ibada zako za hija zinaweza kufanya, ndio kitu ambacho kimepelekea kimepelekea katika nini, kimepelekea katika mgawanyo huo. Sasa tukianza nini, ihram, tumeshasoma tumefundishwa vizuri na waendeshaji wa semina wetu, alhamdulillah, nao wametuambia kwamba hii ni nia ya kuingia katika ibada ya hija, lakini kwa njia zake zote. Tukizungumzia njia zake zote, maana yake zile njia ngapi? Njia tatu. Sasa njia ya kwanza ni al ifradi. Alifradi kwa kiswahili chepesi, al ifradi ni kutanguliza hija kabla ya umra. Ni hapo tu, kutanguliza hija kabla ya umra. Hii ndio al ifradi kutanguliza hija kabla ya umra hii ndio inaitwa ifradi. Watu wa, wa shafiia wanaiona hii ndiyo njia bora, lakini wanasema ni njia bora endapo kama mtu ataifanya hii hija yake kwa njia ya ifradi, kwa sababu si anafanya ana, ana, ana, ana, anatanguliza hija kabla ya umra. Wameweka sharti kwamba umra yake aifanye ya ndani ya mwaka huo huo, asivuke Dhulhija mwisho. Maana akivuka Dhulhija anaingia Muharram mwaka mwingine, kwa atatakiwa aifanye ndani ya mwaka huo huo ili ule bora uweze kufanyaji kupatikana. Lakini tunaona uh, madhab zingine wanasema kwamba tamatu ndio bora zaidi, na wana sababu ya kusema hivi lakini njia ya pili ni tamatu'i. Njia ya pili ni tamatu'i. Tamatu'i hii, hii unatanguliza umra kabla ya hija. Tafsiri yake nyepesi, tanguliza umra kabla ya hija. Ifradi tumesema ni nini? Hija kabla. Sasa hii tamatu'i ni nini? Umra kabla ya nini? Ya hija. Sasa hii umra kabla ya hija. Wanachuona wanasema kwa sababu inamfanya mtu afanye ibada mbili ndani ya safari moja, ibada mbili ndani ya safari moja. Hii inapelekea kumtaka kisheria afanye ad-dimaa, achinji. Simeleeka mbele kuchinja, amekuja hapo kwa sababu huyo anakwenda sasa, anafanya ibada mbili ndani ya safari moja Simeleka eh? kwa hiyo hii inampelekea atakiwe kisheria kuchinja mnyama. Simeleka ndo eh? ile alhadi tunaita, right? Simesikia kitu kinaitwa hadi, ile alhadi, kile kichinjo ni hicho. Lakini ya tatu ni alqiran, ya tatu ni alqiran. Al-Qirani unahirimia hija na umra pamoja, unaona hiyo eh? Yaani, ile unapotia nia yako ya kuingia katika hija unafanya vitu viwili vyote kwa pamoja. Yaani, unatia nia hiyo, nia ya umra, wakati huo huo nia ya nini? Ya hija, sawa? so, eh? Uta, utakachofanya utahirimia pamoja hija na umra, kisha utaingia katika hija sawa, kisha kisha utaingiza ile hija katika umra, ile hija yako utaingiza katika umra kabla ya kuingia tawafu, na utawajibika pia kuchinja mnyama, kwa sababu ile ile iloisema simeleka utawajibika kuchinja mnyama ambazo ndio hizo tunaita damu au kwa wingi wake ya dimaa. Utachinja mnyama kwa ajili ya haji kutokana na hiyo kirani uliofanya. Sasa hebu tuziangalie hizi kwa haraka haraka, zinakuja. Tushaona tofauti, si ndio? au wazijaeleekeza tofauti. Tumesema alifradi ni nini? tuseme wote, alifradi ni nini? hija kabla ya umra eh? Tamatu umra kabla ya qirani. Zote imeleka hapo eh? imeleka hapo eh? Sasa tuone utaratibu unakuwaje haraka haraka mtu anayefanya, tuanze na tamatu ambayo ndo tunakwenda kuifanya sisi, si ndio? mtu ambaye anafanya tamatui Anachofanya anahirimia umra ndani ya miezi ya hija sawa. So, eh, anahirimia umra ndani ya miezi ya ya yeah, hija. Twende kwa pamoja, miezi ya hija Shawwal, Dhulqaada na siku kumi za Dhulhijja. sio Dhulhijja. siku kumi za Dhulhijja hivyo, yeah. miezi ya yeah. ya yeah hija simeleka, kuna miezi ya hija alafu kuna siku za hija. Mnajua kuna miezi ya hija alafu kuna siku za nini? E, siku za hija zina majina kabisa. Siku ya kwanza ni mwezi nane, naita tarwiya, yaumu tarwiya, sawa. Hii ndio siku ya kwanza ya hija, mwezi nane. Siku ya pili mwezi tisa, mwezi tisa, tisa naitwa nini? Yaumu Arafa, siku ya nini? Ya Arafa. Sawa, siku ya, ya tatu ni mwezi kumi ambayo inaitwa yaumu nahari, siku ya kuchinja. Simeleka, ina majina yake. Siku inayofuata zile tatu, wameziita majina ya pamoja. Kila siku ina jina lake pia. Wameziita ayamu tashriq, ayamu tashriqi, masiku ya nini? Ya tashriki, ambayo ni mwezi kumi na moja mwezi kumi na mbili na mwezi ngapi kumi na tatu simeleka, eh? Hai, mwezi kumi na moja inaitwa yaum yaumu qarr, yaumu qarr au wengi naita yaumu ruusi, siku ya vichwa eh. Zamani walikuwa watu siku ile vile vichinjio vichwa vyake ndo vinaliwa siku hiyo, ikaitwa yaumu ruus jina lake la utani, ambayo ni mwezi gani? kumi na moja, jina lake yaumu qar, au wengine anaita yaumu, yaumu ruus. Lakini kuna mwezi kumi na mbili, sawa. Mwezi kumi na mbili inaitwa na yaumu nafri lawali, siku ya mwondoko wa kwanza, kwa sababu kuna watu ii mwezi kumi na mbil sore mwezi 12 na mbili, siku ya muondoko wa kwanza, sababu kuna watu wataondoka mwezi kumi na mbili kutoka pale kwenda kufanya toafada kama tulivyoelekezwa. Sisi tunaondoka mwezi kumi na mbili, kwa hiyo ile ya nafri yanara siku ya kuondoka ya kwanza. Shimeleka, eh? na mwezi kumi na tatu inaitwa thani, siku ya kuondoka ya ngapi? Ya pili Shimeleka, eh? siku ya kuondoka ya pili, kuna watu wanaondoka mwezi kumi na tatu. Angalizo, ukitaka kuondoka mwezi wa kumi na mbili kwa mujibu wa madhhabu ya Imamu Shafi, magharibi isikukute ukiwa Mina. Ikikuta magharibi Mina, inabidi ulale, uondoke siku ya ngapi? Siku ya tatu, manake ile siku ya mwezi kumi na tatu. Sii tunaelewana vizuri, hizo ni ayamu ayamu lhaji, kuna ashuru lhaji, masiku ya, ya hija. Yani kuna miezi ya hija, alafu kuna masiku ya nini, hizi inaitwa e, e, mawakitu e. Kuna ile inaitwa mikatu ezamani, mikati za zama, alafu kuna mikatu elmakani, zile za sehemu ambazo tumefundishwa, ambazo tunafanya nini ihram e zetu, ndio tunaenda wote na, sasa hapa yule anayefanya anayefanya tamatu atahirimia umra ndani ya miezi hiyo ya hija, sawa eh. Na tumefundishwa bahati nzuri, namna ya kunuia, nia ni ile ile, sawa, japo kuna nyingi nyingi tu, lakini ile ile tulofundishwa itoshe, kwa sababu tunatakiwa tu, tuishike hiyo, sawa. Kwa hiyo uta, utatia uta hiyo nia eh, kisha utafanya tawafu, sawa na sa'i alafu utapunguza nywele sawa. Wengine wanasema utanyoa, wengine wanasema utapunguza, zote ni sawa, simeleka kunyoa au kupunguza. Lakini sasa ukinyoa hapa nywele zote, kuna hatari kwa sababu mbele utatakiwa unyoe tena siku chache zijazo. Kuna watu nywele zao zinachelewa kuota, sasa imefika ile kunyoa kwingine kule ambapo ni lazima kunyoa, si ndio? Alafu wewe nywele hazijaota walinyoa kipara. Si utapata wapi nywele zingine sasa? Kwa hiyo ndio maana hapa utaona wanasema ni vizuri ukufanyaje? Ile ya kwanza ukufanyaje? Upunguze, alafu ile ya pili utanyoa kabisa kama utanani. Angalizo kwa wanawake, katika kunyoa nywele zinazotakiwa kunyolewa ni zilizokuwa katika haddu raasi mpaka wa nini? Wa kichwa chako, usije ukawa na wanawake zile nywele ndefu. Si ndio? Ukaenda uka, ukanyolea kwa huku si ndio, ukachukua kasi ukanyolea kwa huku pembeni, zinatakiwa zile zile zilizokuwa katika mpaka wa nini, wa kichwa utoe tu nywele chache inatosha. sawa Eh? Sasa akishanyoa hapa anakuwa kamaliza umra yake si ndio? Anakuwa kamaliza kamaliza umra kwa hiyo hapa, anakuwa tunasema anakuwa huru. Hii inaitwa tahaluli, kuwa huru. Tahaluli na ziko tatu. Kuna tahaluli kuna tahaluli sughra, alafu kuna tahaluli kubwa, kuna tahaluli kama tahalul ambayo ndio hii tunaoisema, alafu kuna tahaluli sughra mtakuja kufundishwa, alafu kuna tahaluli kubwa pia nawenyewe mtakuja kufundishwa. Ni vizuri sana kujua hivyo vitu ili usije ukafanya makosa katika siku ambazo sio za taha za tahallul. Sio tumelana vizuri. Kwa hiyo hapa tunasema huyu umra wake imefanyaje imekwisha. Sasa atakachofanya ataelekea katika maeneo husika ya ibada ya nini ya hija. Umra kamaliza, sasa ataelekea maeneo husika ya ibada ya hija. Maanake kuanzia mwezi nane atafanya nini ihiramu ya hija. Sasa sawa so, kwa sababu yuko ndani ya maka Sawa, so, atafuti tena na nini ni kati ni atafuta kanuni ya watu wa nini? Wa Maka. Sawa, so, kanuni ya watu wa Maka anayefanya umra ya hija watu wa Maka, anayefanya umra ya hija atafanyia umra nyumbani kwake siumeleka. Kama anafanya umra, anani, anafanya umra anafanya ihram ya umra, kama anafanya ihram ya hija atafanyia nyumbani kwake. Kwa maana sisi nini? Tutakuwa hotelini sio meleka. Lakini kama anafanya ihram ya umra, kuna wengine umra wanafanya baadaye, si ndio? Kama tulivyoona katika hizi aina za watatakiwa watoke kidogo waende alhili. Alhili maana yake ni sehemu iliyokuwa baina ya Haram tukufu ya Maka na mikati, lakini sio kwa umbali ule wa mikati, ni kiasi kisem kidogo cha katikati si meleka, ambapo wengi wanapenda wanasema ilikuwa bora ni Jirana. Kama Jirana ita, itashindikana basi Tanaim. Kama Tanaim itashindikana basi Hudaibia, kwa yule anayefanya umra akiwa ndani au msikiti Aisha wengine wanaita pale Hudaibia, mefahamika vizuri eh. Lakini kwa, kwa kuhirimia hija kanuni na unataka uhirimie nyumbani kwako utanuia pale, au msikitini utanuia pale, then utaendelea na taratibu zingine za ibada za za, za hiyo hija, tumelewana vizuri eh? Faida ya tamatu eh? Ni nini yaea faida, maanake naeleza zile hatua kwamba anafanya hija na umra yani zi, hija na umra zote atazifanya, lakini pia anatufu tawafu ya umra, anatufu tawafu ya umra. Kuna utaona katika hizi njia nyingine kuna ile tawafu alqudum wao wataipata moja kwa moja sio, sikumeleka ile tawafu ni ya sunna. Lakini huyu sasa, anayefanya tamatu, yeye hana tawafu alqudum ya sunna, bali kuna kauli kwamba kwa kuwa amefanya tawafu ile wakati wa kufika, sawa, itakuwa ni tawafu ya lazima, itaitwa tawafu ya umra. Lakini pia atapata thawabu za ile tawafu nini, alqudum. Kuna kauli hiyo, lakini pia huyu atafanya saai ya umra sawa? so, yani umra itakuwa na saai yake, sawa? so, eh? Lakini pia atapunguza au kunyoa nywele za kichwa kama tulivyoona. Lakini pia faida nyingine, anatoka katika ihramu na anaruhusiwa vile alivyoharamishwa katika nini, katika ihramu. Lakini pia anahirimia hija siku ya tarehe ya mwezi nane Dhulhija, tanuia hija tanu. Huyu anayefanya tamatu, nadhani tumeelewana kwenye tamatu. Sasa tuje kwenye kirani. Kirani mtu atahirimia umra na hija kwa pamoja. Hii kirani tumesema hija na umra kwa pamoja, amba hii. Sasa ukiifanya hii, nia yako haitakuwa ile tulioifanya sisi hapa. Nia itabadilika, itabidi useme Labaika umratan wa hajan, labaika umratan wa hajan. Unaweza ukasema hivi kama unafanya kirani, kwa sababu kirani inataka ufanye zote kwa kwa pamoja. Kwa hiyo ukisha ukisha ukishatia hiyo nia, akifika Maka tu kitu cha kwanza anachofanya anatufu tawafu ya kufika. Unaona, huyu anapata ile tawafu kulum. Sasa kisha atafanya sa'i ya nini ya hija. Lakini pia hiyo hiyo sai itakuwa ni sai ya umra, unaona? Ndio ile kwa pamoja. Tawafu hiyo, tawafu hiyo itakuwa ya sai, wakati huo itakuwa ya umra. Yaani sio kwamba atafanya ya umra peke yake, ya ya hija peke yake. Tawafu atakazofanya kwa sababu ya ile ni yake, tawafu moja itakuwa imebeba ibada zote. Ngapi? Mbili, umra na nini, na hija. Yaani, zile mara saba atakazokwenda zitatosheleza umra, zitatosheleza na nini na hija. akimaliza hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo Ah, hapa nilikuwa nazungumzia tawafu ya kufika, sorry nimechanganya, eh? nilikuwa nazungumzia tawafu ya kufika kwanza, sawa, kisha atafanya sa'i. nilikuwa nazungumzia sa'i ya hija na umra, kwa hiyo hata akija kufanya tawafu pia atakuwa amefanya tawafu ya hija na umra. Sasa hii shida hii, akishamaliza hapa, tofauti na wale wenzake ambao wamefanya nini tamatwa, huyu yeye hana tahaluli, si imeleka? Yaani hana uhuru hapa, atabaki vile vile na sheria zile zile na mavazi yale yale, mpaka atakapoingia katika vitu vingine vilivyobakia katika ibada ambazo anatakiwa azitekeleze lakini huyu naye katika kanuni anatakiwa afanyaje? Anatakiwa achinje kama ambavyo ulivyosema. Sasa faida ya huyu ambaye anafanya alqiran, atafanya hija pamoja na umra, vyote anafanya kwa pamoja. Manake tofauti na wale wenzake, yeye atafanya vyote kwa pamoja, lakini pia atafanya tawafu ya kufika tawafu kudumu, ambao wenzake wote wale hawana, yani tawafu kudumu atafanya Ah, yani yule nani mwenye tamatu yee hana. Sawa? Yule mwingine anaye mwenye toafu ya mwenye, mwenye, anayefanya kwa kwa njia ya tamatu yeye hana toafu kudu, ana toafu inaitwa toafu ya nini? Ya umra, alafu atafanya sai na hija na umra, sai ya hija na umra kwa pamoja, imeleka eh, lakini atabaki katika ihramu yake mpaka siku ya kuchinja na atajiepusha na yote yalayofanyaja yaliyokatazwa ya tumalizie hapo. Mtu wa ifradi, sasa mtu wa ifradi yeye atafanya hija peke yake, atafanya hija peke yake, na wala hawajibikiwi kuchinja. Faida ya ifradi ndio hiyo, hawajibikiwi kufanyaje? Kuchinja, kwa sababu yeye anafanya kitu kimoja kimoja, hajaviunganisha. Si meleka eh? Huyu hana ana wajibu wa kufanyaje? Wa kuchinja. Kwa hiyo anachofanya yeye, atahirimia hija peke yake katika mikati atasema labaika haja, basi ni hija peke yake. Anamia labbaika haja, atamwia hija peke yake. Atafanya tawafu kudum, sawa pale atakapoingia Maka. Afika Maka atafanya tawafu kudum, akishafanya tawafu kudum atafanya sa'i ya hija, sawa, na anabakia katika ihiramu yake, kwa sababu sasa anafanya kitu kimoja tu ni hija peke yake. Kwa hiyo atabaki atabaki kwenye ihram yake mpaka ibada za hija zitakapokuwa zimefanyaje zimemalizika, si malaika eh? Atabaki katika ihram yake mpaka atakapokamilisha ibada ya hija, na wala hawajibikii kuchinja, kwa sababu hakufanya ibada ya hija na umra ndani ya safari moja, hawajibikii kuchinja Faida ya hii sasa, maanake atafanya hija peke yake, kama tulivyoona, atafanya tawafu ya kufika ya tawaful qudum, lakini atafanya sa'i ya hija. Atafanya sa'i ya nini? Ya hija. Atabakia katika ihramu yake mpaka siku ya kuchinja meleka, mpaka ile yaumu nahari, atajiepusha na yote yaliyofanyaje, yaliyo yaliyokatazwa. Ndugu zangu, kwa ufupi, hii ndiyo tofauti ilokuwepo baina ya eh, hizi njia tatu za za ibada za hija, lakini pia wanachuoni hmm, wametusaidia eh, wametusaidia kutegemea na hali kwamba wanasema hivi, ikiwa unakaa pale pale Maka, ifradi ni bora kwako kwa sababu una muda, si ndio? unaweza kufanya hija kaja ukafanya nani na umra peke yako. Kwa hiyo ifradi ni bora kwa watu wa nini, wa Maka walipo Maka. Sawa. Al-Qirani ni bora kwa watu ambao wamefanya ile sauk. Eh, wamekokota mnyama yani wametoka mnyama wametoka naye mbali hawajachukua pale Makka. Kuna watu wanakuja na mnyama kutoka huko. Wale kwao Qirani ni bora Simeleka. Na hata ukiangalia kwenye wale wanaosema kwamba tamatu ni bora zaidi waliangalia hili kwa sababu katika historia mtume sala wawo sige ya mtume mtume sallallahu alaihi wasallam walitoka na wanyama wao sio, lakini watu wachache sana walitoka na wanyama. Wengi walikuwa hawana wanyama, kwa hiyo mtume akawaambia pale pale wacheni wafanye nini ibada, wabadilike, wafanye tamato. Halafu akasema maneno mtume kwamba lau kama ningejua, basi ninge ningefanya tamato. Umeona pale, ndio alipopatia ubora kwamba kama mtume amesema hivi, basi tamato itakuwa ni bora, ni bora zaidi. s tualana vizuri sasa uh, ile ile ile kirani ni bora kwa mtu ambaye amekuja na mnyama wake kutoka huko aliko. Kuna watu wenyewe watu kimbali wanakuja na wanyama wao, kwa e hiyo wale kirani ni bora zaidi. Ni naomba nisimame hapo katika kesi ya kutofautisha kati ya hizo ibada tatu, nadhani tutakuwa mmenielewa japo kwa, kwa, kwa, kwa uchache. Uh, na mkitaka hizi nosi naweza nikazituma kule kwenye grupu inshallah kwenye group letu kule nimeungwa jana, nita- nitazituma nita hizi notsi ili kwa kwa faida ya watu wote, sawa. Ehm. Sasa hebu tuje kwenye haraka haraka na yenyewe.